Hebu vuta picha. Umewekeza miaka miwili mitatu au hata mitano kwenye mahusiano, umetoa moyo wako, pesa zako, na muhimu zaidi, muda wako. Unategemea ndoa au future ya pamoja, halafu ghafla unagundua ulikuwa placeholder tu, ulikuwa unashikilia nafasi, huku yeye akisubiri mtu sahihi aje. Inauma sivyo? Hii ndio hofu kubwa zaidi kwa watu wengi kwenye mahusiano leo. Lakini habari njema ni kwamba kisaikolojia, hakuna mtu anayeweza kuficha nia yake milele. Kuna alama ndogo ndogo, micro behaviors, ambazo ukiwa makini, zinapiga kelele kwamba hapa unapoteza muda. Leo sitakupa zile dalili za kawaida unazozijua kama kutopokea simu. Hapana, leo tunaingia ndani ya akili. Nimekuletea dalili tano za kisaikolojia, zile ambazo zinaumiza chini kwa chini, zinazoonyesha mpenzi wako hana mpango na wewe na, na kuahidi. Dalili ya tano ndiyo inayowadanganya watu wengi wenye akili timamu, na inawezekana hata wewe unaifumbia macho sasa hivi. Kabla hatujaanza, fanya jambo la kiungwana, bonyeza kitufe cha subscribe na hiyo kengele hapo pembeni. Kwa kufanya hivyo, unajiunga na familia ya washindi wasiotaka kuchezewa akili zao. Umefanya hivyo? Asante, twende kazi. Dalili ya kwanza, the breadcrumbing effect, kupewa matumaini kiduchu. Hii ni pale mpenzi wako anakupa vipande vidogo vidogo vya upendo na umakini. Inatosha tu kukufanya usiondoke, lakini haitoshi kukufanya ushibe kihisia. Angalia. Mtu anayekupotezea muda anajua ukiondoka atakosa huduma zako iwe ni sex, pesa au company. Hivyo akiona umechoka na unataka kujiondoa ghafla, anakuwa mtamu, anapiga simu, anakuita majina mazuri, lakini ukisha relax tu na kuweka silaha chini anarudi kwenye tabia yake ya kukupuuza kisaikolojia. Hii inaitwa intermittent reinforcement, ni mbinu inayotumika kwenye mashine za kamari, kasino Unashinda kidogo, unashindwa sana. Hicho kidogo unachoshinda kinakufanya uendelee kucheza ukitegemea jackpot. Kwenye mahusiano unajikuta unasema, lakini mbona jana alikuwa vizuri sana? Unashikilia ile siku moja nzuri, ukisahau mwezi mzima wa maumivu. Ukiona mpenzi wako ana tabia ya moto baridi, hot and cold, bila sababu ya msingi, rafiki yangu, hapo hakuna future. Wewe ni option, sio priority. Dalili ya pili: Future faking, ahadi hewa za baadaye. Mtu anayekupotezea muda ni bingwa wa kuongelea future kuliko present. Atakwambia tukioana tutajenga nyumba kubwa, au nataka tuzae watoto watatu. Maneno haya yanakufanya ujione uko salama, lakini angalia uhalisia, reality check. Je, matendo yake ya leo yanaendana na hiyo picha ya kesho? Hapa tunatumia kanuni ya saikolojia inayoitwa congruence, uwiano. Mtu mwenye nia ya dhati, mipango yake inaambatana na hatua, action steps. kama anakuambia anataka kuoana au kuolewa nawe, lakini hataki kukutambulisha kwa wazazi, hataki kuweka wazi mahusiano, au kila ukianzisha mada ya lini tufanye jambo, anahamisha goli au anakasirika, huyo anapoteza muda wako. Anatumia ndoto zako dhidi yako, anauza picha ya kesho ili kununua utulivu wako wa leo. Usikubali kuishi kwenye nitambadilisha au itakuwa. Angalia ni nini sasa hivi. Dalili ya tatu: compartmentalization, kukufungia kwenye box kwa kukufanya uwe siri. Mpenzi wako anakupotezea muda kama maisha yake yamegawanyika vipande ambavyo havikutani. Wewe uko kwenye box la mapenzi, lakini hauko kwenye box la marafiki, box la familia wala box la kazi. Kisaikolojia, mtu anapompenda mtu na kuona future naye anafanya kitu kinaitwa life integration anataka ulimwengu wake umjue mtu anayempenda anataka rafiki zake wakuone anataka uwe sehemu ya maamuzi yake lakini ukiona miaka inapita humjui rafiki yake hata mmoja au unawajua kwa majina tu humjui ndugu yake na mkikutana nje anakuwa na wasiwasi au hataki mshikane mikono shtuka hapa sio kwamba ana faraja hapa ni kwamba wewe ni wa muda tu Anakuweka kwenye karantini ili siku akiamua kuachana nawe iwe rahisi kufuta kumbukumbu, kwani hakuna mtu mwingine anayekujua. Usikubali kuwa mpenzi wa gizani. Dalili ya nne: hasara ya uwekezaji, the sunk cost fallacy. Hii ni uhusiano ambao unajikuta wewe ndio unatoa asilimia tisini na yeye anatoa asilimia kumi Tunaita hii energy vampire dynamic. Wewe ndiye mpangaji wa dates, wewe ndiye mwanzilishi wa text, wewe ndiye unayeomba msamaha hata kama hujakosea, ili tu amani iwapo Yeye yupo tu anapokea. Kisaikolojia, kwa nini unavumilia hii? Inaitwa sunk cost fallacy. Unaogopa kuondoka kwa sababu unaona umeshawekeza muda mwingi sana. Unajiambia siwezi kumwacha sasa hivi, tumetoka mbali. Lakini nisikilize, nikwambie kitu kimoja muhimu uvumilivu kwenye mahusiano yasiyo na mwelekeo siyo sifa ni kujitesa ukiona mawasiliano yote yanategemea wewe na siku ukikaa kimya yeye hamtafutani kwa wiki mzima huyo mtu hayupo na wewe yupo na huduma unazompa akipata mbadala atakuacha haraka sana dalili ya tano the I'm not ready mtego wa siko tayari na sasa tunafika kwenye ile dalili niliyokuahidi mwanzoni. Hii ndiyo hatari kuliko zote. Mpenzi wako anakuambia waziwazi wazi. Siko tayari kwa commitment au ndoa kwa sasa. Watu wengi hufikiri hii ni uaminifu, unasema angalau ameniambia ukweli, ngoja nimsubiri. Kosa kubwa kisaikolojia. Mtu anaposema siko tayari kwa mahusiano, mara nyingi sentensi hiyo haijaisha. Sentensi kamili ni siko tayari kwa mahusiano serious na wewe Utafiti unaonyesha mara nyingi mtu huyo huyo akimkutana na mtu ambaye anamzimikia kweli, high value target, ile kutokuwa tayari inapotea ndani ya wiki moja. Anaweza kukuacha wewe uliyemsubiri miaka mitatu na akamwolea mtu aliyemjua miezi mitatu. Ukiambiwa siko tayari au ninajipanga kwanza au sitaki kuharibu urafiki wetu, usijaribu kumshawishi aone thamani yako. Mtu anayekupotezea muda anakuweta kwenye waiting zone. Usiruhusu mtu akwambie kwa maneno na vitendo kwamba hataki, halafu wewe unalazimisha kubaki ukitegemea muujiza. Kutamua kwamba unapotezewa muda kuna uma. Ni kama kumela kidonge kichungu, lakini ni bora uumie leo kwa ukweli kuliko uumie miaka kumi ijayo kwa majuto. Thamani yako haipungui kwa sababu mtu mmoja haioni. Kama umeona dalili hizi tatu au zaidi kwa mpenzi wako ni wakati wa kufanya maamuzi magumu kwa ajili ya afya yako ya akili. Swali kwako: Je, umewahi kukutana na dalili ngapi kati ya hizi na uliwezaje kujinasua? Niandikie kwenye comments hapo chini, nasoma zote na nitakujibu. Kama video hii imekufungua macho, tafadhali patia like kubwa na share kwa rafiki yako ambaye unahisi anahitaji kusikia ujumbe huu leo. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya video nyingine kali za saikolojia kila siku. Asante kwa kutazama. Tukutane wakati mwingine. Peace.